nikiwa hapa katika ofisi za mkuu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Rosemary Staki Senyamule ameweza kuutangazia umma wa Wanadodoma kuhusiana na ujio wa Mwenge wa Uhuru wa mwaka 2025 na ambao unatarajiwa sasa kupokelewa katika mkoa huu wa Dodoma katika wilaya ya Kongwa kata ya Kibaigwa mnamo tarehe ishirini mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano. Mwenge umebeba kauli mbiu isemayo kwamba jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na kwa amani na utulivu na ukipita katika wilaya zote saba za mkoa wa Dodoma na halmashauri nane za mkoa huu. Mwenge wa Uhuru elfu mbili na ishirini na tano utakimbizwa mkoani Dodoma kwa umbali wa kilomita elfu moja mia tatu hamsini. Katika mbio zake utapitia miradi hamsini na sita, kati ya hiyo miradi kumi na sita itawekwa mawe ya msingi miradi miwili itafunguliwa miradi ishirini na nne itazinduliwa na miradi kumi na nne itatembelewa. Miradi yote kwa ujumla wake ina thamani ya fedha za Kitanzania shilingi bilioni sitini na moja milioni mia moja na tano elfu saba na kumi na tano na, na katika mchanganuo ufuatao fedha kutoka serikali kuu bilioni thelathini na tisa mia tatu hamsini na nane fedha kutoka halmashauri bilioni tatu milioni mia sita kumi na tano fedha kutoka kwa wafadhili bilioni tano milioni mia tisa tisini na saba na fedha zilizochangiwa na nguvu za wananchi ni bilioni kumi na mbili milioni mia moja thelathini na tatu.